Tofauti miongoni mwa viongozi wa upinzani zimetajwa kuwa kizingiti katika azma ya muungano huo kutoa uongozi mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Hayi ni kwa mujibu wa baadhi ya wananchi wanaodai malumbano hayo yatampa rais William Ruto nafasi nzuri ya kushinda awamu ya pili abmaaiakata mwenekeo nitapatikana Tago inepita tunaongelea mambo ya katiu sasa, mambo ya upinzani kide. Baada ya saa hii kuna madumbano kati ya watoto wa baba, wajadiliana kujua kwamba nani atakuwa kiongozi ogoi. Huyo ni president na tayari ako ndani ya White House, so maybe wachague after lakini baada ya miaka tano zenye ziko mbele bado tu ilipo ndio muungano wa upinzani umekuwa ukikabiliwa na changamoto kuhusu kutofautiana kwa sera na lalama za kuwepo usaliti miongoni mwa viongozi. Awali, kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua na naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i walitofautiana kuhusu sera za muungano huo. Baadaye kukaibuka malumbano baina ya kiongozi wa DAPK Eugene Wamalwa na naibu wake George Natembeya, chanzo kikiwa uongozi wa chama. Tofauti za hivi punde zikiwa baina ya naibu kiongozi wa DCP Cleophas Malala na naibu wa DAPK George Natembeya, malumbano yakiwa juu ya, ya uchaguzi wa wadi ya Kisa Mashariki kaunti ya Kakamega. Serikali imeenda ikaona kwamba tunaenda kushinda hii viti yote, imekuja ikapatia mmoja wetu pesa kwa jina George Natembeya gavana ikamwambia enda huko Kisa East enda chokora so that huko sisi wote tupoteze serikali ipite nikikuwa dio paka niko gavana saa hii sijawahi kula shilingi hata moja ya Ruto na sitawahi kukula I will never baadhi ya wananchi wanadai tofauti miongoni mwa wanasiasa ni jambo la kawaida na kwamba muda unavyosonga watatafuta suluhu la kudumu na hiyo gombe upinzani, lazima tukuwe na gombe. Kwa nyumba nyumba Zimbat lazima iwe na gombe, eh. Hata baba na mama wanagombana, wanagombana ndopate familia itabidi kusimama. So you have to disagree before you agree. Hata hivyo, baadhi wametoa wito kwa Rais William Ruto kupuzilia mbali kile walidai ni kelele za upinzani, na kwamba azingatie maslahi ya Wakenya. Mimi langu tu ningependa kuambia President Ruto angalie watu wa chini. Unaona? Watu wa chini ndio tunaumia. Kwa mmoja yeye ababana mato peke yake 10 ama ngine siwezi libakia DD, libakia bal badogo, afanya jamani zishie. Ujimanishie itakuwa sawa. Kwa sababu wakiweka watu wanasema wao wako kwenye watia yao, akina Kalondo. Hakuna kitu wanaweza wao wanaweza kufanya kwa maana hii inaharibika. Nikiripoti ya mtazamo wa Dira runinga ya Tandao. Jina langu ni Felix Wanjala.